Uko vizuri? Karibuni sana, mambo vipi? Shusha pumzi nzito hapa. Ya, lakini alhamdulillah. Ya, tulichokipata tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Haikuwa mechi nyepesi, Stellenbosch wametupa upinzani mkali, licha ya kwamba tulitarajia matokeo ya ushindi kwa sababu tuko nyumbani, tulifanya maandalizi yote. Kila kilichotakiwa kufanywa tushinde hii mechi tulikifanya. Lakini football imeamua, dakika 90 zimeamua matokeo ni sare ya kugawana, goli moja kwa moja. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tutajipanga kwa ajili ya mchezo inayofuata. Massanza, wengi wanasema kwamba Singida Black Stars haina uzoefu kwenye hii michuano. Pengine aina ya sare ambayo imepatikana leo tunaweza tukasema experience inaingizwa hapo. Yeah, Singida kama Singida haina experience lakini tuna wachezaji wenye experience, mm-hmm. na kwa kiasi kikubwa wote wamecheza. Eh, kwa hiyo hatuwezi kusema kwa sababu ya timu ina experience ndio maana matokeo haya. Ni matokeo Ampira. Ipo timu ina experience lakini <laughs> nimepata matokeo yao a, a, si, si mazuri kwa, ni michuano mikubwa, ni michuano migumu. Kila timu ina malengo yake ya kufanya vizuri kwa hiyo, ni kuheshimiana. Lakini sivyo bahati, a, matokeo mazuri kwa sababu nilipata alama moja, lakini si mazuri, kwa sababu tuko nyumbani, tulitegemea ushindi. Nafikiri nimeikosa faida ya uwanja wa nyumbani. Kwa sababu labda mashabiki hawakuwepo wa kutosha, uwanja ulikuwa mweupe? Hapana, mm, sidhani, sidhani, kwa sababu uh, focus ya wachezaji wote ilikuwa kutafuta ushindi na alama tatu. e, kumbuka tupo kwenye kundi uh, ambalo tumeshacheza mechi mbili mpaka sasa hivi uh, tumedondosha alama tatu hapo, alama kama tano Ndiyo, mm. E, kwa hiyo alama tano maana yake kuja kuzitafuta si mchezo. Bado tuna mechi ngumu ya kuza kucheza mbeleni na Otoo wale ambao wamecheza na Beluzdad. Kwa hiyo bado a, bado kuna, kuna kazi ya kufanya. Pengine tungeshinda leo huenda ingeturahisishia kazi iliyoko mbele yetu, lakini kupata sare si matokeo yale tuliyofurahia kusema kweli. Ya mchezo ambao mmeonyesha, lakini pia ukijitazama kwenye kundi uh, nafasi ambayo upo kuna namna imewakata morali ama imewazidisha hasira zaidi kukaza ili kufanya vizuri kwenye mechi zilizosalia? Ah, bado bado, tuna nafasi ya kufanya vizuri, tuna mechi zimebaki nne eh. E, hii ni mechi ya pili tu tunacheza, kwa hiyo bado tuna nafasi ya kufanya vizuri, lakini sisi hatuna pressure ndugu zangu na group stage hata kidogo, hatuna pressure kwa sababu sisi malengo yetu tumeshayafikia kwa asilimia mia moja. E, tutasononeka tu kwa sababu sisi ni washindani, tunapenda kushindana, tunapenda kushinda, lakini haina maana kwamba tumekuwa disappointed eti kwa sababu malengo yetu yanafifia, no no, yaani no, no, no. E, ndio maana kuna siku shi kusema tukipata, tukienda hatua inayofuata, kumradhi, tukienda hatua inayofuata maana yake hii tunafanya nishikilie, tutakuwa tume tumeenda bonus, tumepata extra, lakini kwa tulipofikia, alhamdulillah, sisi tunashukuru kila tunachokipata. kwa mlipofikia ni kwamba mnakamilisha tu ratiba, hatukamilishi ratiba, tunashindana <laughs> <laughs> ila tukipoteza alama kama hivi, tukidondosha inatuuma mm. lakini haina maana kwamba eti tuna tunajisikia vibaya kihivyo kwamba tume tumefeli. Hatujafeli, tumefaulu. msimu huu tumeingia makundi, tulitaka tuingie makundi, hayo ni mafanikio makubwa <laughs> na tunabata letu Singida linatusubiri <laughs> eh kuingia makundi kwa, unafikiri ni kazi ndogo? tumeingia yeah. makundi kwa mara ya kwanza msimu huu. Kwa hiyo tuna bata letu linatusubiri Singida, hapa tutacheza mechi zetu, tutapambana mpaka mwisho. Hatuwezi kufurahi kupoteza, kwa sababu sisi ni washindani, lakini bado tunaamini tunaweza tukafanya vizuri. Tunapozizungumzia timu nne za Tanzania ambazo zimefanya vizuri mpaka sasa at least ni Young Africans pamoja na Singida ambayo yenyewe imepata sare. Uh, semaji hii inakupa taswira gani kwa hizi timu nne? Timu bora ndio zinafanya vizuri sasa hivi kwenye yeah, michoano. Inaonekana kuna timu uh, timu moja ilijitapa yenyewe ikasema kwamba wao jepesi, lakini mambo ni kama yamebadilika. Hii michuano, ndugu yangu, inatufundisha vitu vingi sana. Uh, yale usiyotarajia ndio yanayotokea. Sisi ni miongoni yani, timu bora msimu huu ndo zinafanya vizuri kusema kweli, Timbola. Na mimi niliwahi kusema, sasa hapo twende sasa vizuri, hebu nishikie kwanza <laughs> mimi niliwahi kusema michuano ya Kafu msimu huu msisimko wake utakuwa wapi Zanzibar. Zanzibar timu ambazo ziko Zanzibar ndio zitakazo shine kwenye michuano ya CAF. Ile kauli watu walifikiri nazungumza zungumza tu mm. Eh, bahati mbaya tu Azam wanatuangusha. <laughs> Sijui wana shida gani lakini kwa timu ambazo ziko Zanzibar mm. Kuna neema yake hapa na inshallah tunaamini mechi zinazokuja ambazo zitachezea hapa nyumbani tutapata matokeo bila shaka. E. Aje Zanzibar, aje Zanzibar, bado muda upo, anaweza akaenda kubadilisha wakaja Zanzibar kwa sababu misisimko ipo huku, raha zote zipo huku. Hata nyumbani hapa kufungwa ni basi tu Azam aliteleza wapi? Mchezo mbona Azam ulikuwa mzuri sana, walicheza vizuri sana. Ni bahati mbaya tu. Lakini hapa kuna kugarantia angalau kuweza kupata matokeo ya ushindi au umefeli sana ni sare kama ambayo tumepata Singida Black Stars. Oh, me... Kila la heri inshallah. Mimi natabiria nchi timu zote za Tanzania zifanye vizuri. Lakini ukiwatazama kama wamekata tamaa hivi semaji? Hapana, hapana bado ana eh, mechi nne kwa wasikati tamaa, tunawaombea na tunaamini watafanya vizuri, mm. Wow. Jamani, asanteni ndugu zangu. Asanteni sana.